Kubadilisha maisha yako ndani ya mwaka mmoja inawezekana kabisa, ikiwa utaamua kwa moyo wa dhati kuchukua hatua sahihi kila siku. Mabadiliko makubwa huanza na uamuzi mdogo unaoufanya leo, kwa kubadilisha fikra, tabia na tena. Ukiwa na mpango mzuri, nidhamu na bidii, kwa mwaka mmoja unaweza kuwa na mwanzo wa maisha mapya yenye mafanikio na ustawi wa kifedha. Leo nisikilize kwa utulivu. Jambo la kwanza kabisa, badilisha fikra zako. Kubadilisha fikra ni hatua ya kwanza ya mafanikio kwenye maisha pamoja biashara ukibadilisha namna na unavyofikiri utabadilisha namna na unavyoishi. Kubadilisha fikra zako ni sawa na kupanda mbegu ya mafanikio ndani yako. Ikiwa tu utazimwagilia mbegu hizo kwa nidhamu, maarifa na mtazamo chanya, maisha yako na biashara vitabadilika kwa haraka. Jambo la pili, weka malengo na mpango mkakati. Kila mafanikio makubwa huanza na malengo yaliyo wazi na mpango thabiti wa kuyafikia. Bila malengo, unakuwa kama meli isiyo na nahodha. Malengo ni dira ya mafanikio itakayogeuza ndoto zako kuwa matokeo halisi kwenye maisha na biashara zako. Tulipe bili kidogo. Kama unapenda kujifunza kuhusu biashara, ujasiria mali, uchumi, uwekezaji na kujitegemea kifedha, basi hii ni channel yako. Subscribe sasa ili upate maarifa ya biashara, ujasiria mali, uchumi na kifedha, kila tunapo upload video mpya zitakazo kufanya ujifunze masomo muhimu na kukuweka mbele kwenye biashara, ujasiria mali, uchumi, uwekezaji na kifedha, kwa sababu kila ni fursa ya kujifunza kitu kipya, hapo umenielewa. Twende jambo la tatu: chukua hatua kila siku, usikae kizembe. Hatua ndogo unazochukua kila siku ndizo zitakazoleta mafanikio makubwa baadaye. Usisubiri muda muafaka na kusema nitaanza baadaye, anza sasa na kilo lilichonacho, hata kama ni kidogo. Kuwa na nidhamu, bidii naendelea kusonga mbele bila kukata tamaa. Kila siku ni fursa mpya ya kusogea karibu na mafanikio yako, chukua hatua. Jambo la kuendelea kujifunza ni siri ya ukuaji binafsi na wa kibiashara. Dunia inabadilika kila siku, na maarifa mapya ndiyo hukuwezesha kuendelea mbele. Soma vitabu, huzuria mafunzo, sikiliza podcast, watafute washauri na jifunze kitu kipya angalau kwa dakika kumi hadi thelathini. Kwa kufanya hivyo, utakuwa umeweza kujiendeleza. Na jambo la tano kwa leo ni kuwa na nidhamu ya kifedha. Nidhamu ya fedha ni msingi wa utajiri na nguzo imara kwenye biashara. Jua jinsi ya kutumia pesa busara na kuandaa bajeti, lakini pia hakikisha unaepuka matumizi yasiyo ya lazima. Pamoja na hayo yote, usisahau kuweka akiba na uwekezaji kila mara. Ukidhibiti fedha zako leo, utajijengea uhuru wa kifedha na mafanikio ya muda mrefu. Kwa kuhitimisha, ni kwamba kubadili maisha yako ndani ya mwaka mmoja siyo ndoto, ni jambo linalowezekana kama utaamua kwa moyo wako wote. Anza kwa kubadilisha fikra, kuweka malengo, kuchukua hatua, kujifunza na kuwa na nidhamu ya kifedha. Mwaka mmoja unaweza kuwa ni muda wa kubadilisha historia yako ya kibiashara na maisha yako kwa ujumla ukianza sasa. Okay, anza sasa. Hili ni darasa la biashara na ujasiriamali. Asante.